mimi naitwa Henry Adams Nyerenda katibu wa tawi la Simba Mafinga. Bana vibe kama lote, kama lote. Bana ushindi wa Simba s suluhu ya Simba siku ya leo inampeleka katika hatua ya fainali. Wewe unaizungumziaje hii? Yaani, mimi kwanza hii kuenda na fainali, kwanza kombe tunaleta hapa Tanzania, kwa sababu advantage ni kwamba tunaanzia ugenini na kuja kumalizia nyumbani, ko kama kwa Mkamba pale kwa, kwa Mkapa ni machinjio yetu, tunamaliza mechi pale, kombe lazima Mama Samia alinyaniwe juu. Kombe hili hapa, goji hapa, lakini belukane mguu ndani mguu nje. Yule mwarabu kwetu ana shida, sisi maushazowea naye eh, mwarabu ana tabu kwetu, uwe tunammaliza waka, tunaenda suruhu, tukifika a tunamtandika, mechi naisha. Mbona kama watani wenu walisema amfiki robo amfiki nusu, saizi mpo fainali wale ndio kawaida yao, kwanza angalia vabu liko hapa, hawajawahi kufanya kitu kama big singa kama mafinga kwao, maneno ya kutuombea njiani. Kawaida yao wasema tuvuki makundi tukavuka, amfiki robo tukafika, amweni nusu finali tumefika amweni fa... leo tumeingia finali kwa tushazoea wale, tushazoea kwanza. Mpira wee tumewafundisha sisi wao, kutoka mwaka gani wako kwenye nani mashindano ya kimataifa, ndio wakaja kuingia mwaka juzi, kwa hiyo tunawafundisha sisi. Simba hii ya moto. Ya moto sana Simba ya mpanzu, naamkaa mpanzu naamkaa mpanzu ndugu yangu, kuna teba kuna, kuna pindipindi kamara pale kubizu. mpanzu wa kabiki vipi? kuzi kibu deni ndio usiseme kabisa, ile miguu kama inasimaku mpira ukikaa utoki, yani kama nasimaku vile nguvu ziko kama zote. Lakini licha ya ushindi wa Simba kuingia siku ya leo katika finali, unafikiri kuna sehemu gani ambayo wa Simba wanahitaji marekebisho? Marekebisho yatajika pale mbele, lazima tupate stmwenye uhakika apate kipata mpira tu na uhakika, Simba ishirini moja tu pale pale mbele, tupate forward wa kuaminika, alafu pale tupate namba kumi asilia. Tumemaliza yeah. Na, neno la mwisho kwa mashabiki wa Simba wajiandae wajiandee maandamano ya kupokea kombe kuja Tanzania bane. kabisa Ombe. yani tunaanza kuandaa sare sasa hivi za, za kuchukua kombe, tunaanza kuandaa jezi za kuwa champions wa CAF Confederation Cup. Kuna mwarabu kule mbele, mwarabu, nakwambia mwarabu, sisi kwetu hana shida. Mwarabu sisi ana shida kama huyo, ametoa mwarabu Zamalek, sisi tu bora tumemmaliza. Sisi mwarabu kwetu ni kama anatuvosha na utopolo tu, mwarabu ana shida kwetu. Sawa sawa sawa. E, bwana bigi, mambo vipi? Poa poa, kama kawaida, kama kawaida. Kwema kabisa. Kwanza kwa majina, anaitwa Oneli Mlandali, ni mjumbe wa kamati tendaji ya Simba Mafinga. Ndio, kutokana na namna ambavyo Simba amecheza siku hii ya leo, unaliona kombe Tanzania hmm. kombe ni swala la muda, ili kombe ni swala la muda. Kwanza tunasema yule mpinzani yoyote anayekuja, yoyote anayeona anakuja, anayemwona Simba katangulia, ni bora asije, ni bora asije, Ni bora asije. Ni bora asije. Simba inaonekana ni ya moto, sio ya moto, iko ni faya yeah. Iko ni faya, bora wasije huyo mpinzani, namwonea huruma. Kwanza kwanza tutaanza naye kwake, tukishaanza naye kwake atakuja kwa, kwa Malee Mkapa pale pale kwa Malee Mkapa. Unasikia paunasikiaga tanuru, tanuru la moto ndio liko pale sasa, muda wote moto unawaka, muda wote moto unawaka, yaani ule ukigusa tu moto unawaka nimelipuka, bora wasije Manu, lakini vaibu la Simba watani wenu walisema, mfiki robo mmefika, mfiki nusu mmefika, mfiki fainali mmefika finali. Hiyo ni moja yeah. Yaani, sisi ile sasa tunasema kama walikuwa wanatupatia hamasa, hamasa ile ndio imetufanya sisi tuingie fainali, ili tuwaonyeshe. Sasa sasa hivi sio kuingia robo fainali wala finali; tunataka kombe Itaka sasa hivi tunachukua kombe tunakuja kumwonyesha ndugu yetu kwamba, bwana wewe, mshindwa kombe, kombe hili hapa sasa. Yule mshindwa utopolo huyo yule utopolo yule tuambia kombe hili hapa ndio tunakuja kulichukua. Ndio hao hao waliokosa nafasi ndio wameileta timu fainali leo e. Wameileta timu fainali leo unaosema wamekosa mm. Hawa hawa wamekuja leo fainali mm. Ndio wameipeleka timu fainali umekubali? Yaani halafu nasema hivi yeah sisi tunasubiri tarehe ya fainali, tarehe ya fainali. Sisi tuko pamoja, tunawashukuru viongozi wetu, yani kila kitu. Kwanza kwanza tumeandaa jezi, tunaomba jezi, watuandalie jezi zije Mafinga. Zikisha kuja Mafinga, sisi kila kitu kiko tayari, kama hamasa au ushangiliaji. Sisi tarehe ngapi hiyo, ni Dar es Salaam, tunaenda kukaa wiki moja kabla. kabla ya mechi wiki moja kabla ya mechi, tunakula kwanza maisha na wachezaji. Asante sana, ndugu mtangazaji, pamoja sana